Jamani, Ivan yuko hapa. Leo, mimi na Tomaso tunashindana na Aliche na Maria, dada yangu, katika changamoto ya msichana dhidi ya mvulana katika bustani ya trampoline. Siwezi kusubiri. Nani atashinda? Lazima uangalie hadi mwisho kwa sababu aliyeshindwa atapasuliwa yai kichwani. Hebu tuende. Jamani, changamoto ya kwanza ni kukusanya vitu vyote kwenye mikoba yetu kulingana na rangi lakini kuna mabadiliko. Hatuwezi kugusa sakafu, ni kwenye kuta hizi tu. Oh, hiyo ni nini? Usisahau kujisajili. Tamani, chukueni mikoba yenu, nendeni nendeni, nendeni! Ndiyo, ndiyo, toka kabisa. Jamani, changamoto ya pili ni kuhimili mizunguko kumi, lakini lazima ushikilie mpira wa mazoezi. Na ikiwa hutadondoka katika mizunguko kumi, unashinda na unapata pointi. Nadhani hii itakuwa kazi ngumu kweli. Nani, ans, jiwe, karatasi makai twen. Sawa, nyinyi mnaanza Dio. oh, hiyo ni kasi oh, jamani hii ni haraka sana. Nataka kufanya hii. Hii inazidi kuwa kasi, ni ngumu kweli. Aumangu mwengu unakwendaje? alite amechoka fantine <laughs> lazima tufanikiwe. <laughs> Oh, uh, mpira uh, unateleza kwa sawa. Dio, na wewe Good. Sawa. Oh. Twend. Inakwenda kwa kasi sana, lakini sio haraka sana. Sio haraka sana kwangu, naanza kuchoka kidogo Ivan. Kwi. Tawa kabisa. Papana. Kwa nini unafanya hivyo kwangu? Unanidanganya. Jamani, changamoto inayofuata ni mpira wa kikapu, ni rahisi sana. Kwa hiyo tuna sehemu ne hapa na mipira ne, tunapaswa kuchukua mipira kutoka kila sehemu na kuipiga. Ukifunga unapata pointi moja. Na sisimka sana napig Nenda. Hapana, hapana ni upepo sana. Oh. Sawa, tu bado nimepata pointi moja. Anaongoza kwa pointi. How kupata? Hapana. Ingia kwenye mdundo. Ndio. Hiyo, ndio. Hiyo. Oh, tayari, nimeifanya sifuri Nahitaji tu kuifanya moja. Twende, kosa kosa kosa, na hiyo ndio ya kwanza, ndio. Ndio iliyo ifuatayo. Nio. Ndio. Twende twende. Oh. Ndio. Ndio ndio. Ndio. Twend. Twend. Ndio. N ya tatu endelea kupita. Ishike ishike ishike. Hapana. Itakuwa sawa. Hapana. Angalau hatukupoteza. Ndio, ndio. Jamani, bonyeza kitufe cha kupenda ikiwa unapenda mpira wa kikapu. Hebu tuende. Oh, haraka haraka haraka haraka, nina hamasa sana. Twend, Ivan umewa vibaya sana. But, umepata kazi that's twend. Haraka haraka haraka haraka. Jamani, angalieni changamoto inayofuata ni rahisi sana lazima uweke karatasi ya gundi juu kabisa unavyoweza. Once. Chageni rangi. Uh, nitachagua blue. Itachukua rangi ya machungwa. Ninaweza kuanza. Sawa, ndio. Wow, pale juu kabisa alikuwa nayo sawa kwenye mstari. Sawa, amepata. Nenda, sawatamao. Ndio. Sasa ni zamu yangu, nina uhakika sitapanda hadi juu kabisa, lakini nitajaribu. Sorry. Dio, dio, dio. Tumshinda, hebu tuende tamani oh. Mko tayari kwa raundi inayofuata? hapa tuna kadi nane, kila mtu anapata kadi mbili. hmm. Mm. Kwenye hizi kadi tutakuwa na pozi kwa hivyo tutachagua, uh, kutoka mnara gani tunataka kuruka, lakini bado lazima uchukuezi ukiwa angani. Nadhani itakuwa rahisi sana hmm. Nina hamu kubwa ya kujua pozi ni nini. Ndiyo, kwa hiyo kila mtu anapata kadi mbili. Hebu jamani, sawa jamani, tunaweza kuangalia nadhani nimepata sasa. Kwa pose ya pili mm. Ah, njiu Tomaso tayari, Germani. Haya, hii ndiyo nitakayofanya sasa. Njiu Tomaso, unaweza kufanya hii mm. Ndio, umefanikiwa. Nadhani nimefanya vizuri. Hii ni ngumu kidogo. Kwanza nitakayofanya ni hii pose yangu inayofuata. Hii ndiyo pose yangu ya kwanza, hii itakuwa pose yangu inayofuata. Changamoto ya mwisho, unaona huu mzunguko hapa? Napaswa kuruka kwa kuruka kidogo iwezekanavyo na kumaliza mstari huu, lakini kuna mabadiliko: lazima uvae kilicho ndani ya masanduku haya ya siri. Masanduku ya siri, um, ni nini? Nitachukua kubwa. Ninafungua hii. Hebu tufunge. Oh, wow. Miguu. Jo, Thomas, fungua yako. ni zamu yangu na hisi itakuwa nzito oh. Oh, hibi ni nini? Hata bora zaidi. Maria, fungua yako sawa nino, wasiwasi huu ndio kofia mwenye bahati mpya kabisa ndio, so tunapata kofia, na sote tunapata miguu. Ni vigumu sana kutembea ukivaa. Nitakwenda kwanza tamani. Hesabuni ni miruko mingapi nimefanya. Enzeni 1 3 5 6. 6. ita ndio nimeshinda.

Sitaki kufanya hii. 3 2 1 Oh, hiyo ni mbaya. Ah, hiyo inauma. Oh, nimeipata kwenye mikono yangu pia kwenye miguu. Tuonane kwenye video inayofuata.